Leo Nairobi inawaka kisiasa baada ya Rais William Ruto na Gavana Johnson Sakaja kusaini makubaliano mapya ya ushirikiano. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ametoka na kauli kali sana, akisema huu ni mpango hatari, hakuna mashauriano na unaweza kugusa moja kwa moja mfumo wa ugatuzi. Je, huu ni ushirikiano wa maendeleo au ni mwanzo wa mvutano mpya wa mamlaka Nairobi? Usiondoke, kwa sababu ndani ya video hii tutaunganisha kila kipande cha matukio kwa ushahidi wa video. Jana kulisainiwa makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Nairobi, lengo likitajwa kuwa kurahisisha utoaji wa huduma na miradi ya maendeleo jijini. Lakini leo Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ametoka hadharani kupinga makubaliano hayo, akisema mchakato haukuwa wawazi na haukushirikisha wadau muhimu. Hapa tunaona akijibu swali la mwanahabari kuhusu uwezo wa Gavana Sakaja kutekeleza majukumu yake. Jibu lake lilikuwa la moja kwa moja, akisema kama kuna maswali ya juu ya uwezo wa gavana basi yaulizwe rais mwenyewe. Hii inaonyesha tayari kulikuwa na mvutano wa kisiasa hata kabla ya press briefing ya kwanza hauhitaji ushahidi wowote, kwa sababu jana rais mwenyewe alisema kwamba kaunti ya Nairobi imefeli katika kazi zake. So, muulize rais. Rais ametembea jijini, ameona kuna takataka kila mahali, ameona kuna shida kila mahali, amesema ame jiji hili linaendeshwa vibaya. Maneno ya rais mwenyewe mm. na mlikuwa uko naye uh, mw, <coughs> Nashukuru sana <coughs> Baada ya kusaini makubaliano Gavana Johnson Sakaja alionekana akikumbuka tukio la nyuma ambapo alisaini makubaliano mengine yaliyozua mjadala mkubwa kwa wananchi. Hii inaongeza uzito wa kisiasa, kwa sababu inaonyesha hata yeye mwenyewe anatambua kuwa aina hii ya makubaliano huwa na tafsiri nyingi kwa umma. Katika hotuba yake Rais William Ruto aliwahakikishia wananchi kuwa hana mpango wa kuchukua majukumu ya uongozi wa Nairobi na kwamba hakuna uhamisho wa functions unaofanyika, ni ushirikiano tu wa kazi. Hapa ndipo mjadala mkubwa unaanzia: upande mmoja unasema ni ushirikiano, upande mwingine unasema ni hatari kwa ugatuzi. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. But I have an obligation. Sasa tuangalie hoja kamili za Sifuna, alichosema alichopinga, na tahadhari kamili alizotoa kuhusu makubaliano haya. Hoja tatu alizosisitiza ni kuwa hakukuwa na mashauriano ya kutosha, hakukuwa na ushirikishwaji wa wananchi, na makubaliano yanaweza kudhoofisha ugatuzi. Yote haya yanatokea wakati wakiwa na mvutano ndani ya chama cha ODM, ambapo kuna mvutano wa uongozi unaomhusu katibu mkuu, na suala hilo tayari limewahi kufikishwa katika level ambayo ilisimamisha kwa muda hatua za kumuondoa. Hii ilifanya press briefing ya leo kuwa na uzito mara mbili kisiasa na kisheria.

kutekeleza kama kwanza, hauhitaji ushahidi wote, kwa sababu jana Rais mwenyewe alisema kwamba kaunti ya Nairobi imefeli katika kazi zake, so muulize rais Rais ametembea jijini, ameona kuna takataka kila mahali, ameona kuna shida kila mahali, amesema ame jiji hili linaendeshwa vibaya. Maneno ya rais mwenyewe mm. na mlikuwa uko naye uko jana. Sijui mbona kuuliza. Nashukuru sana haya. Kwanza natoa usemi huu kama seneta wa kaunti ya Nairobi Uh, kuwajulisha wananchi kuna masuala muhimu ambaye lazima yaulizwe kuhusu mkataba huu. Uh, jambo la kwanza ni kwamba uh, chini ya sheria ya Kenya uh, chochote ambacho serikali inafanya serikali kuu, ama serikali ya ugatuzi, lazima iwe kwa kuambatana na katiba. Katiba ya Kenya inahitaji kwamba unapofanya mkataba kama huu lazima tuhusishwe sisi kama wananchi wa Nairobi. Haiwezekani kwamba mtie kidole sahihi ama mtie sahihi mkataba kisha mtuambie kwamba mtakuja kutuhusisha baadaye. Inaonyesha dharau kwa wananchi, inaonyesha dharau kwa viongozi, inaonyesha kwamba tayari mnafikia mambo fulani na sasa mnataka tu sisi kujitumia kana kwamba kuwekelea rubber stamp pale. Nataka niwaambie wananchi wa Nairobi kwamba mimi kama seneta wao sikuhusishwa pale popote eh, katika mazungumzo haya. Mara ya kwanza tumesikia kuhusu mazungumzo haya ni wakati ambapo eh, tumeitwa kwa ndoa ya uhalalishaji hapo jana ya kwamba twende kushuhudia eh, jambo hili sadly. Ama jambo lingine, ukiangalia ile kamati ambayo imewekwa pale ya kusimamia mpango huu mzima imewajaza wale ambao ni wanaondokea katika serikali kuu. Ukiangalia kwa kamati ya watu kumi na mbili utakuta kwamba ni watu wanne wa, wa pekee ambao wanawakilisha county government ya Nairobi, na tunaona kwamba hiyo sio cooperation, hiyo ni kama ni take over. Aa, jambo lingine ni kwamba Ka, e, serikali kuu e, na mashirika yake hapa Nairobi, A, tunawadai sisi kama wana Nairobi zaidi ya shilingi bilioni mia moja. Kwa hivyo Ruto kurusha shilingi bilioni 80 na kutuambia kwamba sasa yeye ndio mkarimu sana, hiyo ni kutufumba sisi macho kama wana Nairobi. Tunajua kwamba iwapo angetoa zile pesa ambazo e, mashirika ya kitaifa na serikali yake zinadaiwa na kaunti ya Nairobi tungeweza kuyafanya mambo ambayo anasema anaenda kuyafanya bilioni, eh, themanini, na zile bilioni 80 na tungebakisha masalio ile ya kutoa shilingi bilioni 20 ya kufanyia mambo mengine. Jambo lingine ni kwamba uh, serikali kuu inaendelea kushikilia uh, kazi ambayo inahitajika ifanywe na kaunti. Kwa mfano, mambo ya ujenzi Barabara. Katiba ya Kenya inatambua barabara aina mbili pekee pekeake. Barabara za kitaifa na barabara za uh, county. Kwa hivyo ukiona kuna mashirika ya serikali kuu ambayo yanajiita Kera na Kura ambayo yanasisitiza kwamba wapewe bajeti za kufanya barabara hapa Nairobi, eh, inapeleka kwamba hatujazipa counties e, functions zote na fedha zote ambazo zinafuatana na hizo counties. Na, ni baadhi ya zile jambo ambalo baba Raila Amolo Odinga marehemu alikuwa anashikilia sana. Akasema kwamba eh, kazi zote ambazo ni za county pamoja na fedha ambazo zinambatana na kazi hizo zipewe counties, na iko katika mkataba ule ambaye aliandikishana na mheshimiwa uh, William Ruto ambaye unaenda kukamilika mapema mwezi ujao. Hiyo ndio tarehe ya mwisho. Um, ya mwisho kabisa, nitakuelezea kwamba kuna njia mbadala za kuweza kuzipa counties fedha kulingana na mahitaji yao special. Kwa mfano, kuna kaunti ambazo zilikuwa hazina makao makuu headquarters. E, ukienda kama Mandera kwa mfano, wanapewa pesa, walipewa pesa, wakajenga county headquarters. County ya Nairobi haikupewa hizo pesa kwa sababu sisi tulikuwa na uh, makao makuu ya, ya, ya, ya kaunti, tukaendelea na hayo kuna kaunti ambazo zinapewa hizi fedha special za industrial park. Nairobi haipati hizo fedha, manake hapa mahitaji yetu ni tofauti. Kwa hivyo, kwa njia hiyo hiyo tunaweza kusema kwamba labda kaunti ya Turkana haihitaji e, taa za barabarani jinsi ambavyo Nairobi sisi tunahitaji. Wao wakipata industrial park, sisi tupewe zetu katika hiyo hiyo sheria ambayo tunaita additional allocation ya, ya, ya resources tuweze kuja. Kwa hivyo, William Ruto anaposema kwamba e, sisi tunapomkosoa ni kelele tu na hatuna e, mawazo mbadala Nataka kumwambia Mheshimiwa Rais, kuna uwezekano wa kutawala chini ya sheria na chini ya katiba, na nimempa njia mbadala ambazo zinaweza kupelekea kwamba tupate fedha za kufanya hizi kazi ambazo anasema pasi na kuharibu ama kukiuka katiba ya Kenya. Asante. Kwa mtazamo wa kisiasa kuna maswali matatu muhimu. Swali la kwanza ni je, ushirikiano huu utaongeza huduma Nairobi au utazua mgongano wa mamlaka? Swali la pili, je, ugatuzi unalindwa vya kutosha? Alafu swali la tatu ni je, huu ni mwanzo wa mvutano mpya wa siasa Nairobi? Wewe unaonaje, mtazamaji wangu? huu ni ushirikiano wa maendeleo au ni take over ya mamlaka? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini toa hoja na sio matusi. Ukiona uchambuzi kama huu unafaa, basi hakikisha unashea kwa mtu anayependa siasa za Kenya na